Uchaguzi ulifanyika, kulitokeza vurugu za uvunjifu wa amani ambayo ilisababisha uharibifu wa mali kupoteza maisha na kuhatarisha usalama wa nchi. Tunapoenda mbele, ni wasihi sana wa Tanzania, tuongozwe na dhamira ya maelewano, ushirikishwaji, kujirekebisha na umoja. Kwa wanangu vijana, kwa wanangu vijana wa taifa hili la Tanzania niseme kuwa nchi hii imejengwa kwenye misingi ya amani na utulivu wa kisiasa. Sisi si wazazi wenu tungeshawishika kufanya mliyoyafanya wakati huu, nchi hii isingekuwa na neema na maendeleo mnayoyaona leo. Mheshimiwa Spika, nataka nirudie hilo kwa wanangu vijana wa taifa la Tanzania, sisi wazazi wenu, kama tungeyafanya mliyoyafanya nyinyi, nchi hii isingekuwa na neema na maendeleo mnayoyaona leo. Hivyo ni wasihi sana wanangu, vijana wa Tanzania, Nchi hii ni yenu. Kwa shida zozote zile zinazowakabili, msikubali hata siku moja kushawishiwa kuichoma nchi yenu wenyewe. Msikubali, msikubali kukata tawi la mti ambao mmeukalia. Msikubali kabisa hili.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 Baba uwasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Ndugu zangu wa Tanzania, tujifunze kutokana na mapito yetu. Hapana shaka kwamba Tanzania ni nchi inayofuata misingi ya kidemokrasia, ila neno demokrasia kamili inaweza kutafsiriwa kwenye mitazamo tofauti haina fomula moja. Kama taifa tunaendelea kujifunza na kujirekebisha. Hivyo basi, sote kwa umoja wetu tunapaswa tutumie fursa hii, tuendelee kujifunza, tujirekebishe, na tukubaliane jinsi ya kuendesha nchi yetu kidemokrasia kwa kuzingatia, kwa kuzingatia tamaduni, mila na desturi zetu na sio za kuletewa kama tulivyoagizwa na ilani ya chama cha mapinduzi ya kipindi cha miaka mitano mwaka huu ishirini mpaka thelathini moja ya hatua itakayotufikisha kwenye maelewano hayo ni marekebisho ya katiba yetu serikali imeahidi kuanza kulifanyia kazi suala la mabadiliko ya katiba ndani ya siku mia za muhula wa pili wa awamu ya sita kwa kuanza na tume ya usuluhishi na maelewano Mheshimiwa Spika, tunapozungumzia umoja wa kitaifa tunaongozwa na uwepo wa tunu ya muungano wetu. Hivyo basi, kuhudumisha, kuimarisha na kuenzi muungano wetu kutaendelea kuwa kipaumbele cha serikali tunayoiunda. Tutaendelea kuchukua hatua madhubuti kuhakikisha tunatatua changamoto za muungano kila zinapojitokeza.